yote utukufu wako katika Kristo. Uilinde kazi ya huruma yako, ni kanisa lako lililoenea popote duniani, liendelee kwa imani thabiti, liungama jina lako

Ya wa Kristo ambao wewe wewe mwenyewe unawatawala chini ya huyo mchungaji mkuu, waongezewe mastahili ya imani yao, ya Kristo Bwana wetu. Kwa, kwa ajili ya kila daraja na cheo cha waamini tuombe pia askofu wetu, Lazaro Msimbe. Simameni. Hey, Mungu mwenyezi wa milele ambaye roho wako utakatifuza na kusimamia mwili wote wa kanisa, utusikilize sisi tunaowaombea watumishi wako, ili wote kwa msaada wa neema wa yako wakutumikie kiaminifu <coughs> kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa ajili ya

Magoti. Simameni. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, naye mistawisha daima Kanisa lako kwa kulipatia waamini wapya, waongezee imani ili wakiisha kuzaliwa mara ya pili katika kisima cha ubatizo wahesabiwe kati ya jamii ya hao uliowafanya watoto wake. njia ya Kristo bwana wetu. Kwa ajili ya umoja wa Kristo ni taifa hilo lilojipatia kwanza, ulilojipatia kwanza, lijaliwe kufikia utimilifu wa ukombozi kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa ajili ya wasiomwamini Kristo, tuwaombe kikamilifu fungo la uzima wako utufanye tuwe mashahidi kamili wa mapendo mapendo yako ulimwenguni ya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa ajili ya wasio muamini Mungu Simameeli. Ee Mungu mwenyezi wa milele, umewaumba wanadamu wote ili wakutafute daima, uhamu na wakupata <coughs> wa, watulie na kuomba utujalie, ili watu wote, licha ya vizuizi vyovyote vya uovu zipokea ishara za wema wako na ushuhuda wa matendo mema ya wale wanaokuamini wa wapate kufurahi katika kukungama wewe uliye peke yako Mungu kwa kweli na Baba yetu sisi wanadamu kwa njia ya Kristo Bwana. sika na nguvu ya wanaoteswa, yafike kwako maombi ya wanaokulilia katika tabu yoyote, ili kwa neema yako wote, kila mmoja katika shida yake, wafurahie kusikilizwa kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.